Habari za asubuhi, karibu Jumamosi ya uchambuzi wa magazeti ya Novemba 5 2016 kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com. Jina langu naitwa Alice Tupa na moja kati ya habari kubwa ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo ni pamoja na mkutano uliofanyika jana kati ya rais Dr. John Pombe Magufuli na waandishi habari ambapo katika gazeti la Mtanzania limeandika JPM akana kuanza kufukua makaburi, asema anaweza kumshinda, asimulia mzigo liokuta, afichua dili kuwa zikipigwa kwenye mabenki aiweka kando katiba, asema anataka kunyosha nchi kwanza. Na moja kati ya kauli ambazo amezitoa amesema, sheria yoyote na misingi yake. Mchakato wa sheria hizi umeanza toka mwaka 2010 hadi mwaka huu, hakuna muda sahihi ungetosha kujiandaa. Hata hivyo, hili ni suala ambalo lipo ndani ya maamuzi ya bunge, hivyo siwezi kuingilia. Punde mswada huu utakaponifikia nitasaini siku hiyo hiyo na kama ni marekebisho yatafuata na moja kati ya misimamo ambayo alitoa jana ni kuhusu muswada wa huduma ya habari, ambapo alisema sheria yoyote ina misingi yake. Mchakato wa sheria hizi umeanza toka mwaka elfu mbili na kumi hadi mwaka huu, hakuna muda sahihi ungetosha kujiandaa. Hata hivyo, hili ni swala ambalo lipo ndani ya maamuzi ya Bunge, hivyo siwezi kuingilia. Punde muswada huu utakaponifikia, nitasaini siku hiyo hiyo, na kama ni marekebisho yatafuata. Nukuu nyingine ambazo Rais Dr. Magufuli alizitoa jana ni kuhusu pia udikteta ambapo alisema tafsiri ya kila mmoja na nia ya kila mmoja na uhuru wa kufikiria anavyofikiria hata wewe Tido uliama BBC. Kauli nyingine ambayo Rais Dr. John Magufuli alielezea ni kuhusu udikteta ambapo alisema tafsiri ya kila mmoja na yake na kila mmoja na uhuru wa kufikiria anavyofikiria hata wewe Tido uliama BBC. Lakini kauli nyingine pia alizungumzia kuhusu katiba mpya ambapo alisema katika kampeni yangu hakuna sehemu ambayo nimezungumzia a swala la katiba mpya, lakini pia alitoa kauli ya rushwa ambapo alisema tumepitisha sheria ya mafisadi na sheria ilivyofika kwangu nilisaini siku hiyo hiyo na kesi ya kwanza imeanza kusikilizwa. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele kwa siku leo katika gazeti la Mtanzania, lakini inaendelea katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele inasema mvutano bungeni muswada wa habari ni habari ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili na tukiangalia habari hii kwa undani zaidi, inasema muswada wa sheria ya huduma za habari wa mwaka 2016 umewasilishwa kwa mara ya pili bungeni ukiwa na mabadiliko ya baadhi ya vipengele, huku Rais Dr. John Magufuli akisema ukifika mikononi mwake atausaini siku hiyo hiyo. Akizungumza kwa mara ya kwanza na wahariri na waandishi wa vyombo mbalimbali vya habari Ikulu Dar es Salaam jana tangu wapishwa Novemba 5 mwaka jana, Magufuli alisema muswada huo ni wa siku nyingi na hata wanahabari wakiongezewa miezi mitatu mingine mengine ya kutoa maoni bado hautakamilika. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania inasema wananchi wa uchambuo utendaji wake. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini pia kuna habari unasema serikali ya wapoza wanafunzi elimu ya juu. Na katika habari za michezo kuna habari unasema mpira wa kikapu unavyolala wakati kuna kucha zote. Ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili. Tukiliangalia gazeti la Nipashe mwanga jamii kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inosema JPM katika siku 365 ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani mwa gazeti la Nipashe. Habari nyingine inasema bilioni sabini na moja za mikopo za mwaga vioni ni habari ambayo iko katika ukurasa tano, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa huu inasema waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na mafunzo ya ufundi Profesa Josi Ndalichako amesema serikali imepeleka shilingi bilioni bilioni sabini na moja nukta sifuri nne za mikopo katika vyuo mbalimbali nchini kwa ajili ya kutolewa kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Akitoa kauli ya serikali bungeni jana kuhusu utoaji wa mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kwa mwaka wa masomo elfu mbili na kumi na sita elfu mbili na kumi na saba Profesa Ndalichako alisema bodi ya mikopo ya wanafunzi ya elimu ya juu imetakiwa kuhakikisha ifikapo leo iwe imepeleka vioni fedha zote za wanafunzi wanaoendelea na masomo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa tano wa gazeti la Nipa. Habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe inasema hoteli kali yapigwa mnada bei poa daa. Na habari hii inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa katika ukurasa wa nne, ambapo inasema katika kile kinachoonekana kuwa pengine ni matokeo ya madai ya ugumu wa biashara ya huduma za hoteli katika baadhi ya maeneo, hoteli maarufu ya tamali iliyopo mwenge jijini Dar es Salaam imeuzwa kwa mnada na kununuliwa kwa bei poa. Katika mnada huo uliofanyika jana, mnunuzi aliyeshinda alitoa kwa bei ya shilingi bilioni 1.1 wakati thamani halisi kitojokuwa ni shilingi bilioni 2.2. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe, nasema muswada wa habari watoa bungeni na marekebisho saba. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Habari nyingine ya michezo inasema kesi kuikamua Yanga milioni mia mbili. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe, lakini habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Nipashe. Sauti ya watu, Tanzania Daima kwa siku ya leo limeandika, JPM asema nilikuta mambo ya hovyo Ikulu, asema akifukua makaburi hataweza kuyafukia mashimo. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti la Tanzania Daima. Habari yenyewe inasema muswada hatari watinga bungeni bunge la pendekeza wanahabari wa vaisare wafungwe. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na tukiangalia habari hii kwa undani zaidi inasema hatimaye serikali imewasilisha bungeni muswada wa sheria ya huduma za habari unaoelezwa utakuwa kaburi la tasnia ya habari nchini. Kambi rasmi ya upinzani bungeni imesema muswada huo uliopelekwa bungeni unaua na kuzika kabisa haki ya uhuru wa kupata habari kwa wananchi, pamoja na kuafilisi wamiliki wa, wa vyombo vya habari kambi hiyo imesema mswada huo utawafunga waandishi na wahariri wa vyombo vya habari na umelenga kusambaratisha tasnia ya habari. Mswada huo ambao wadau walitaka usogezwe mbele hadi bunge la Januari mwakani ili kuwezesha kutoa maoni zaidi uliwasilisha jana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye alousifie utakuwa mkombozi wa tasnia hiyo. Mswada huo una vifungu vingi vinavyoonekana vitakuwa kitanzi kwa waandishi wa habari, ikiwemo vifungu vitakavyo ikiwemo vifungo vitakavyotokana na makosa na uchochezi. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti inasema, viongozi Chadema wazuiwa kumuona Godbless Lema. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. UDSM wasitisha mgomo kudai chakula, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nane. Lakini pia kuna habari ya kimataifa ambayo inasema, nani ataibuka mshindi Marekani? Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo katika ukurasa wake wa mbele kuna habari unasema, Lisu akataa kujisalimisha bila barua, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema siku moja baada ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam kuagiza mbunge wa Singida Mashariki Chadema Tundu Lisu akamatwe na kushindwa kuhudhuria kotini, mbunge huyo amedai hana taarifa hizo, hivyo hawezi kujisalimisha popote. Lisu ambaye ni mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani bungeni alidai atajisalimisha tu kwenye vyombo vya dola au kwenda mahakama nikiwa atapelekewa barua aliyoandikiwa na mahakama na kutiwa saini na kugongwa muhuri na hakimu. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi nasema mambo manane, mkutano wa rais Magufuli Ikulu. Asema katika kampeni hakusema popote neno katiba, hivyo litasubiri kwanza ili inyoshe nchi. Asema Zanzibar hakuna tatizo lolote, na kwamba ameimarisha demokrasia nchini. Na ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi, na tukiangalia habari hii kwa undani zaidi, nasema rais John Magufuli amefanya mahojiano ya kwanza na vyombo vya habari Ikulu jijini Dar es Salaam akitumia dakika mia sitini kuelezea mambo nane muhimu yaliyojitokeza katika mwaka mmoja utawala wake, ikiwemo sheria ya vyombo vya habari na katiba mpya. Mahojiano hayo yaliongozwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji la taifa TBC Dr Ayubu Roba na mtendaji mkuu wa Azam Media Dr Tido Mhando. Ilifanyika jana, siku ambayo mswada wa huduma za habari uliwasilishwa bungeni licha ya kuwepo maombi mengi ya wadau wakitaka usogeze mbele. Katika mkutano huu ulioanza saa tatu na dakika 58 asubuhi asubuhi mpaka saa sita na dakika arobaini mchana, Magufuli aliyekuwa akizungumza kwa upole na masihara mara kadhaa. Mbali na suala hilo, mambo mengine yaliyoulizwa na kupata ufafanuzi ni mchakato wa katiba mpya, Tanzania ya viwanda, mgawanyo wa madaraka, ubora wa elimu, ugumu wa maisha na mgogoro wa Zanzibar. Habari nyingine, anasema Lema endelea kusota polisi, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tano, na katika habari za kimataifa kuna bado inasema waandamanaji wamtaka Rais Kenyatta ajiuzuru, na tukimalizia na habari ya michezo ambayo imeandikwa katika kurasa wa mbele wa gazeti inasema Mourinho asema wachezaji Man United ni mizigo. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika kurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili. Gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo katika kurasa wa kwanza limeandika JPM asema niacheni ninyooshe nchi asema swala la katiba mpya litakuja baadaye, asisitiza hakuingia Ikulu kufukua makaburi. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika kurasa wa pili mwa gazeti hili. Habari nyingine nasema mturuki auawa na majambazi ya porwa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Mwenyekiti CCM, wadaiwa kutoa rushwa Mwenyekiti CCM adaiwa kutoa rushwa ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini pia kuna habari inasema Magufuli ya kero avunjaji viti taifa. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Uhuru kwa siku leo limeandika mwaka mmoja madarakani JPM afichua mambo mazito, asisitiza fedha za dili kuzikwa hapa swajipu muswada wa habari hapa kusimamia uwajibikaji, nidhamu ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu, magazeti la Uhuru. Habari nyingine nasema asema sasa kazi katiba mpya baadaye ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Lema endelea kung'ang'aniwa ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa saba. Muswada wa huduma za habari wawasilishwa jadala la kitilia wenzake lipo TAKUKURU, lakini pia kuna habari inayosema bunga chaizua mapaya nyumba nane, mtera zote ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Huru na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi, na tukimalizia na gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo limeandika Magufuli hakamatiki atumia dakika 165 kufafanua alichokifanya kwa siku 365. Asema Tanzania ni ya pili kwa ukuaji wa uchumi Afrika, asema hajaridhika lengo nchi iwe tajiri na itoe mikopo. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi Ukurasa wa pili wa gazeti la habari leo, habari nyingine anasema serikali asikiliza sauti ya wadau wa habari, na pia kuna habari ambayo ipo katika ukurasa wa nne inayosema wabunge wa upinzani wamemwelezea rais John Magufuli kwani mtu mwenye ujasiri wa pekee ambao watu wengi hawana, lakini pia kuna habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nane lakini pia kuna habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nane ambayo inasema nyumba za Kimara kupimwa. Nyumba na viwanja elfu sita katika kata za Kimara na Saranga mkoani Dar es Salaam vitapimwa katika aamu ya kwanza ya urasi urasimishaji makazi zote. Ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukiingia katika magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Mwanaspoti na Bingwa, ambapo gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wa mbele limeandika Mzambia kumbana na mzuka wa Simba Dani, habari kubwa kabisa ambayo imepaka kwa mbele na unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani. Habari nyingine nasema Magufuli aziwekea ngumu Simba Yanga, ni habari ya ambayo inaendelea katika ukurasa wa

kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo hilo Millard Ayo. Promotion ya kamata mpunga bado inaendelea, mtu wangu, endelea kuandika neno go kwenda namba 15544 na kuweza kujibu maswali rahisi kabisa kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Tupa.